Katika bonanza hili maalum la watumishi wa halmashauri ya jiji la Mbeya. Na mimi naitwa Dr. Mohamed Issa, meya wa jiji la Mbeya. Tumeliandaa bonanza hili maalum kabisa kwa ajili ya e, kujenga upendo, mshikamano miongoni mwa watumishi, ndio maana nimekutana wa idara zote, watumishi wa elimu, watumishi wa afya, watumishi wa mazingira, yani watumishi wote wa halmashauri ya jiji leo umeshiriki katika bonanza hili katika michezo mbalimbali kama ambavyo umejionea, lakini lengo kuu kwanza kabisa kuweka upendo kuweka mshikamano kuweka upamoja, lakini muhimu zaidi ni kujenga afya. Na huu ni mwanzo, tumeanza na bonanza hili, haya mabonanza yatakuwa yanaendelea. Sasa ni mwanzo ambao tumejipanga, tukawa tuna bonanza kila baada ya miezi mitano sita, tukawa tunafanya bonanza, ili watumishi wetu kwanza wazoeane, wawe pamoja, lakini tuweze kufanya kazi kwa mshikamano na kwa pamoja zaidi. Wanapendana watumishi wako pamoja na washuhudi watumishi wako tayari kwa jambo kama hili zuri kuanzishia, kwa kweli wanaliunga mkono, na ndio maana umeona watumishi wengi karibu wote wamekuja kwa sababu ya kulipenda hili jambo ambalo limeanzishwa leo na halmashauri au tumelifanya leo na halmashauri ya jiji letu la Mbeya. Kwa mfano michezo yote iwepo, kwa sababu kuna wafanya watumishi wengine umri umekwenda, hawezi kucheza mpira hawezi kufukuza kuku, hawezi kuingia na magunia, lakini anajua kucheza bao, kucheza bao kwa sababu bao mara nyingi watu wazima ndio huwa tunacheza. Tumeona nao washiriki katika mchezo waone kwamba nao hawakusahulika, wameingia katika mchezo au nao katika bonanza umefaidika kwa kucheza bao, kucheza draft, michezo ambayo mtu anakaa anacheza. Tumefanya hivyo michezo yote katika bonanza yetu tunaishirikisha, ili kila mmoja aweze kushiriki. Ambaye ana uwezo wa kukimbitana kiwanjani, basi ashiriki, hata mchezo ambao unatumia akili, mfano bao, mfano draft, ndio tunaweka michezo yote ili iweze kuwepo na kila mmoja aone kwamba naye kashiriki kwa namna fulani yetu sisi kama Mbeya City ni kubaka katika nafasi yetu ambayo tupo. Yaani wakati wetu ni huo kwa mwalimu kuondoka haitusii kwa sababu wa makocha wamezoea kila siku kukimbia kuna. Lakini sisi tumejipanga vizuri, vizuri na tuko vizuri. Na naamini kwamba sasa tunalifanyia kazi, muda si mrefu tutapata mwalimu mwingine mzuri. Yaani tunajipanga hasa katika mechi yetu ambayo ilikuwa ichezwe tarehe 28 na Stand United lakini imesogezwa tarehe 30 bado tunaendelea kuomba wananchi wa Mbeya watupe support yao kubwa kama ambavyo wamekuwa wanatupa support, lakini wawe na imani kubwa kwamba timu safari hii tunahakikisha inarudi ligi kuu. Kwa hiyo mimi ni niwaombe wana Mbeya, ile ndio timu yao, ile timu ni akwao, ya kwao, ya Mbeya City mbebe icon ya Mbeya. Kwa hiyo ile ndio kila mwana Mbeya anatakiwa ajivunie leo Mbeya City. Mimi napigiwa simu toka watu wako Bukoba, wako Kigoma, watu fry, wa Mbeya, lakini wanafurahi maendeleo ya Mbeya City ambayo inakwenda. Kwa hiyo mimi ni kuombeeni sana wana Mbeya, tujitokeze kwa wingi ile timu yetu na kama ambavyo kwa ada yetu, hey, kiingilio tutalipia watu waje waingie bure waone mchezo hasa huu mchezo wa Stage United. Tunahitaji support kubwa ya mashabiki kwa sababu so, ni Stage United tunafukuzana naye na yeye anangoja yeye atufunge na, ya, na koja, ya, tufungi, usi, tufuna, sisi mimi na Iman tuchamu, tukiweza kupata ushindi katika mechi ya Stage United basi tutakuwa katika hali nzuri zaidi. Kwa niombe hamasa iwe kubwa watu wajitokeze kwa wingi, lakini na sisi tutafanya hamasa kubwa na tunaendelea kujipanga wachezaji, na washukuru Mungu hata mechi ajana, lucheta, ya jana waliocheza wachezaji, japokuwa mwalimu mpira mzuri Wago, kwa kwa mbire, na hatimaye tukapata ushindi wa goli tatu kwa mbili tukoweza na timu ya Transit ya Dar es Salaam nyenye mmejionea. Kwa hiyo ni mkakati wetu, nia yetu ni kurudi ligi kuu. Kwa hiyo tumejipanga kuondoka kwa mtu ku, hatuko hakutukatishi tamaa kwa sababu nia yetu na dhamira yetu sisi ni twende pale, atakuja ataondoka, atakuja lakini Mbeya City iko pale pale, na Mbeya City ni wana Mbeya, na tuhakikisha kwamba heshima ya Mbeya City narudi na kuwa timu tishio kama ambavyo imekuwa huko nyuma. Hii leo ilikuwa ni kama vile tunapiga start hasa, mtu watumishi wote tujiunge katika vilabu mbalimbali vya michezo, vilabu vya jogi. Sio mwanzo hapa leo na mwisho hapa tumefanya, kama kujumuisha pamoja na kupiga start kwanza, hasa kila mmoja ajue anajiunga wapi. Mazoezi ni kila siku anatakiwa afanye. Mimi mwenyewe na umri wangu miaka 60, lakini kila siku napiga tizi saa moja. Hapa usinione niko hivi, niko fit kweli kweli, simuone nimefunga goli la penalti pale, yani niko shwari kabisa. Leo tena kipa nimemuuza kenda marikiti mimi, nimepiga goal imeingia.